Wasahlan, mpenzi mpiku, mtazamaji, karibu kwenye awamu ya uchambuzi wa fasihi, na sasa tunazingatia tamthilia ya Bembea ya Maisha. Niite Fibian Muthama na nitaitika na niko na walimu hapa ambao watakwenda kutufafanulia zaidi mambo ambayo tunatarajia katika tamthilia hii, lakini kwanza, salamu kwanza, mwalimu. Kwa upande wangu, um, naitwa BM Makwa mwalimu katika shule ya upili ya Lugulu ya wasichana karibuni. mm -hmm. Na mwalimu kwa upande wa mbali na mimi, asante sana uh, mimi naitwa mwalimu Meshak Omohaka, mwalimu wa Kiswahili shule ya upili ya wasichana ya Moi Kamsinga. mm -hmm. Um, mwalimu Makwa na mwalimu Meshak, mm -hmm. nikikumbuka tu dhahiri tulikuwa tumeangalia wahusika Dina na Bella vizuri. mm -hmm. Tuanze kwa Mwalimu Meshak. mm -hmm. Leo unatupakulia yepi? Aa, niseme kwamba kwa sababu ya kumrahisishia mwanafunzi kazi, aa, ni vizuri tuweke wahusika kwa makundi ambayo yanaweza yakaeleweka. mm -hmm. Kwa hivyo aa, leo hii tunaangalia ndugu wawili wawili, tutaangalia Asna na yule dadake ambaye ni Salome. Alafu tutamwangalia yule mtoto wetu mdogo Lemi na dada yake ambaye ni Mina. mm -hmm. wa wili wa wili. kwa hivyo tutaangalia hawa ndugu wawili wawili. Kwa hivyo tunaangalia, kwa jumla tunaangalia wahusika wanne no. mm -hmm. Koko bi Makwa, mm -hmm. ametaja kuna <laughs> Salome na Asna. mm -hmm. ningependa tuanze na huyo Asna. mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Asna ni muhusika ambaye huenda tumemtaja tu kidogo katika Um, vipindi vingine vya wahusika mm -hmm. na ni mhusika ambaye kwa kumtanguliza tu, uh, amesoma, amefika katika chuo kikuu mm -hmm. na tunamwona katika uh, akiwa mjini anaishi peke yake kule mjini, um, na ni mhusika ambaye kwa kuwahusisha na wahusika wengine ni dadake, uh, ana dada wawili ambao ni Neema pamoja na Salome mm -hmm. na na huyu Asna sifa nyingine pengine mwalimu mesha kwa kuongezea uh, pengine tuseme kwamba tuanzie pale tumepata hulka yake kwamba ni, ni msichana ambaye amemaliza chuo kikuu anaishi pale e, mjini, pengine hajapata kazi, hatuelezi kwamba amepata kazi mm -hmm. Lakini msichana katika jamii ya tamthilia ya Bembea ya Maisha, msichana ambaye amemaliza chuo kikuu bila shaka tutasema ni mhusika mwenye bidii kwa hivyo tutataja kwamba huyu ni mhusika ambaye ana bidii. Bidii yake inajidhihirisha pale ambapo e, katika jamii ambayo kwa kulinganisha tu e, baba yake Yona, ame ameshinikizwa na jamii nzima kijiji kizima kwamba apate mtoto wa kiume, kwa hivyo inaonekana kwamba masomo kwa mtoto msichana hayakuwa ya muhimu sana, lakini tuna Asna ambaye ametia bidii zake, amesoma hadi amemaliza chuo kikuu ingawa hajapata kazi. Mm -hmm. Haya basi, utasema ni msichana ama ni mhusika ambaye ana bidii, ametia bidii masomoni na ndio sababu hata akaweza kumaliza chuo kikuu <laughs> kwa hivyo pia yeye ni msomi, au sio? Ni kweli. mm -hmm. Kwako mm -hmm. bimakwa mm -hmm. zaidi ya kuwa mwenye bidii ana kipi kingine? Aa, ni mhusika ambaye alivyotaja mwalimu mwenzangu, um, amesoma kwa bidii, amemaliza uh, chuo kikuu lakini hajapata kazi lakini tunapompata katika mazungumzo yake na mamake haonekani kuwa mtu ambaye amekata tamaa la. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwamba ni mhusika mwenye matumaini. Ana matumaini kwamba atapata kazi, anamwambia mamake kwamba Ha, hapa lazima atajikaza hadi tamati, hata kata tamaa. Ingawa ajepata kazi kwa wakati ule, lakini ataendelea kutafuta hadi wakati ambapo atapata kazi. Ndio maana hata tunaona ana msimamo kwamba hawezi akarejea kijijini mm -hmm. na anasema kwamba ni vipi utatusomesha tukamaliza shule tukamaliza chuo kikuu kisha tukarejea mjini watu watasemaje? Kwa hivyo ana matumaini kwamba kule mjini atapata kazi, kwa hivyo ni mhusika mwenye matumaini. Tayari nimeshaanza kumpenda huyu mhusika, ana bidii na ana matumaini mm -hmm. Kuna lingine la zaidi bwana, pengine um, kabla sijaongeza sifa nyingine uh, nimrekebishe ni tu mwanafunzi mm -hmm. Uh, niseme kwamba wakati wote ule ambao tunaangalia sifa za wahusika eh, katika kazi za fasihi eh, Bi Fibian umesema kwamba umeona kwamba ni msomi eh, lakini mwanafunzi asiseme ni msomi asema tu kwamba ni mwenye bidii ile. Sifa ya usomi kidogo, ukiandika katika mtihani itakuwa umenoa, lakini mm -hmm. Tuseme kwamba anabidi ametia bidii katika masomo yake, lakini huyu mhusika mm -hmm. uh, wetu Asna, mbali na kuwa uh, mwenye bidii na mbali na kuwa na matumaini, ni mhusika ambaye ana mtazamo finyu sana kwa maisha e, umesema kwamba umeanza kumpenda mm -hmm. e, kabla hujampenda sana, ni mhusika ambaye ana mtazamo finyu kabisa, uh, <laughs> maisha kabisaamasha uh, anasisitiza kwamba yeye bora anaishi katika mtaa wa kifahari anaishi katika kijumba kidogo tu, lakini bora anatoka katika mtaa wa kifahari, na watu wanajua kwamba yeye anatoka katika huu mtaa wa kifahari, yeye yuko sawa hata ingawa anaishi maisha ya a, maisha ya, ya, ya kudunishwa kidogo, haishi maisha mazuri sana katika huu mtaa wa kifahari, lakini kwake bora watu wanajua anatoka mtaa wa kifahari, yuko sawa. Huu ni mtazamo mfinyu kabisa wa maisha, kwa hivyo ni mhusika ambaye ana mtazamo mfinyu wa maisha. Mm -hmm. Mimi, Mwalimu Mesha, naomba ni naomba ni nikupinge kidogo mm -hmm. kwa sababu kwani maisha ni nini? Maisha ni wewe kama una, umeridhia. mm -hmm. kwani yeye hakuwa na shida, yeye ameridhia na. ah. kama jamii itaona kwamba pengine kuishi kwenye majumba ya kifahari ndo maisha, ameishi huko, sijaona akilalamika. Ame, a, mtazamo wake uko sawa, kwa sababu yeye amejiridhisha kulingana na, na mtazamo wake na namna anavyojiweza sioni mm, kama hiyo ni ninifinywe. Wacha tu niendelee kumpenda huyu mhusika <laughs> <laughs> uh -huh. Mwalimu Makwa, uh -huh. sijui kama nitakuhonga uendelee kuniunga mkono kwa sababu naona Mwalimu uh, Mesha Kapa anatupotosha. Hebu tuendelee na Asna wetu, uh, sitataka kutoka pale kwa mtazamo wake ambao ni finywe, yeah. kwa hivyo uh, tutampenda ni kweli ni mzuri, lakini ukweli ni kwamba ule mtazamo wake kuhusu masuala ya maisha uh, yamekitwa katika mtazamo ambao kidogo kweli tungesema tunge kwamba ni finyu. Kwa mfano tu um, tunampata kwamba ana shemeji ambaye anaitwa Bunju. Bunju ni mmewe dada yake Neema, mm, dada yake mkubwa na tunampata kwamba Bunju amefanya mengi kusaidia familia hii ya Neema pamoja na Salome pamoja na na, na, na Asna wetu huyu, lakini kila mara tunaona anasisitiza kwamba uh, huyu huyu Bunju ni mchoyo sana. Kwa hivyo tunaona kwamba ule mtazamo wake wa ukarimu wa wa, wa Bunju uh, si sawa, ni, ni, ni, ni mtazamo ambao kidogo umefinyika ukarimu wake huenda anaona kwamba unafaa kupita pale, lakini kweli tunaona kwamba ukarimu wake kweli amejitahidi kwa, kwa viwango vyake. Hapo ni sawa, mwalimu uh, mako unavyosema, uh, ana mtazamo finyu kwa shemeji wake, um, shemeji yake kunradhi, Bunju. mm -hmm. Lakini bado mi niko pale pale kwa mtazamo wake finyu wa kuishi maisha ambayo anayotaka. Mimi nikiishi mwenyewe, nataka nyumba kubwa ya kazi gani? anaishi kwa chumba kidogo, lakini kwa mtaa wa fahari, pengine alipenda mandhari. mm -hmm. Lakini akiona nyumba ni kubwa na anaishi mwenyewe ya kazi gani? Hiyo ni kujipa tabu. Kila siku unaamka napiga deki manyu, vyumba kama ishirini vya nne mwenyewe naishi mwenyewe a pengine <laughs> Ni, lazima maisha tuende kitu. Nataka niketi, nikiketi kwenye kiti nasongeza meza, nasongeza kitanda, mwisho wangu hapo. Naona maisha ni vile <laughs> unavyoyatazoea mwenyewe, bado nabakie pale pale. Kwa Asna, mwalimu, umesha pengine kwa, niseme kwamba haishi katika kijumba hiki kidogo kwa vile alipenda, ni kwa vile mm -hmm. hajawezeshwa. Uh, anasema kwamba bado ana matumaini ya kupata kazi mm -hmm na akipata kazi, bila shaka maisha yake yatakuwa bora zaidi mm -hmm. Mamake anamwambia kwamba arudi kijijini, anasema kwamba mimi kijijini siwezi rudi, itawezekana aje kwamba nirudi kijijini na kisomo chote hiki ambacho nimekipata. Kwa hivyo atasalia pale mjini akiendelea kutafuta kazi, atawinda hadi apate lile, lile windo lake. Kwa hivyo yuko pale kwa sababu hawezi akaishi katika uh, nyumba kubwa E, angependa kuwa katika mtaa wa kifahari, lakini katika mtaa wa kifahari, jinsi mwandishi anasema kwamba anaishi pale kwa servant quarters, kwa SQ <laughs> e, kwamba pale ndipo ambapo amewezeshwa, lakini ange- angekuwa na uwezo angekuwa katika nyumba kubwa. Sio kwamba alikuwa na uwezo, ni vile tu alitaka watu wajue ana- anatoka katika mtaa wa kifahari. Lakini kwa kuongezea tu niseme kwamba e, yuyu huyu mhusika uh, utampata kwamba ni mhusika ambaye kwa kiwango fulani ni muoga ana ameishi maisha ambayo ameona mengi ambayo yamemfanya akawa muoga, anaogopa suala la ndoa. Sasa Asna wetu ameona mamake ake akipigwa katika amekuwa katika ugomvi ndani ya ndoa yake, na anasema kwamba yeye sasa maneno ya ndoa ameyaogopa kabisa. Maisha mjini. Ya mjini yana nini mama? Afadhali sana kijijini. Eti kijijini ada zote hizo hamna, ndiyo tuna matatizo yetu lakini, basi afadhali hapa kijijini. Mtu na hauna kazi wala chochote, hapa mnaishi kama mchwa kwenye kichuguu. Tazama chumba hiki nyumbani, hiki ni kizimba cha kuku mwanangu. Sasa utajibana humu mpaka lini? <laughs> Wewe cheka tu, niache nicheke. Mama, hii servant kota inanitosha. Kwanza mtaa huu si kila mtu anayeweza kuishi. Chumba hiki kinaonekana kidogo, lakini kodi yake ni sawa na inayolipwa nyumba ya vyumba viwili kijijini. Nitarudi na elimu yote niliyopata, watu watashangaa. Asna, msafiri kafiri angawa tajiri Mama, afadhali umaskini huu kuliko kurudi kijijini kwenye umaskini wenyewe. Anataja tu kwamba ameogopa, ameona mamake akipigwa, ameona masaibu ambayo amekuwa akiyapitia na ameamua kwamba yeye swala la ndoa halitaki. Anaogopa na hata anajiita kwamba yeye ni tombo, kumaanisha kwamba hana uhusiano wote mm -hmm. na maneno ya ndoa. Kwa hivyo mm -hmm. atakuwa ni mhusika ambaye ni muoga. mm -hmm. Aa, ana ana, ule, ana ile uoga tu mm -hmm. ya swala la ndoa, na hiyo huo uoga wake pia unapelekea ndio sababu hataki kwenda kijijini mm -hmm. kwa sababu anaogopa watu watasema nini, mm -hmm. pengine ndio sababu hataki kuishi katika mtaa wa kiwango chake wa cha kifedha mm -hmm. kwa sababu tena anaogopa watu watasema nini. Kwa hivyo yeye <laughs> kila mara anaishi maisha ya uoga tu mm -hmm. watu watasema vipi Mme wangu atanipiga, mambo kama yale mm -hmm. Kwa hivyo anakuwa ni mhusika mwenye uoga. <laughs> Mwalimu Mesha, kila muda hutaki kumtetea huyu Hasna? Mimi nitabakia pale pale, manake mi nampenda. Kwani kuna sehemu ambayo imetaja, nikiiwa na pesa ndio ako na matumaini. Sikatae, ako mm -hmm. na matumaini, lakini kwani akipata hela amesema kwamba atahamia nyumba ambayo ni ya kifahari tayari, pale pengine panamtosha kama yuko peke yake. Na hivyo umesema anaogopa ndoa. Kipi kingine? hasira yake kwa Bunju, wajua ni kwa sababu kwake Bunju ni mchoyo a, mm -hmm. sababu ampendi Bunju mm -hmm. ha, hana, hana shida nyingi sana na Bunju. Sio kwamba Bunju amemdhalilisha, amem dada yake, sio kwamba Bunju amekosa kutekeleza majukumu yake kama mume. mm -hmm. lakini anasema kwamba huyo Bunju ni mchoyo atakuwa mchoyo kwa vipi vingine, iwapo sio kwa mambo ya hela? Kwa hivyo wanataka pesa, ni sababu wanaona wengine ambao wana pesa hawamsaidii, hmm, ni wachoyo. Kwa hivyo wakipata pesa, bila shaka pengine ataishi nyumba kubwa zaidi. Watu kama hawa bimakwa <mah> maanake mwalimu Meshack anatuambia anaona wivu kwa shemegi yake, kwa sababu pengine angekuwa na mganyia kidogo hela, pengine hata maisha yake angebadilika. Lakini mimi, mimi niko pale pale, pengine utuambie faida ya huyu Asna kwenye jamii, ili pengine nikaweze kubadilisha mtazamo wangu niungane na mwalimu Meshack. Ni upya sasa Labda kabla tu kidogo kwa, kwa faida mm -hmm, ili kukuauni kidogo mm -hmm. Naweza nikasema kwamba ni muhusika ambaye amepewa msimamo dhabiti mm -hmm. Anadhirisha msimamo wake ambao ni dhabiti kuanzia mwanzo hadi mwisho hadithi, tunapompata mwanzoni hadi pale ambapo tunamuona mwishoni, ana msimamo ambao haubadilishi. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwamba ni mhusika mwenye msimamo dhabiti, kuhusiana na mtazamo wake na kauli yake kuhusu yale maswala yote ambayo tumetaja, kuhusu um, shemeji yake, kuhusu maswala ya ndoa, kuhusu kurejea kijijini na kadhalika. hapo sasa Bembea, e, nafikiri nimeafikiana na wewe, ikiwa mtu kama huyu ni mwoga wa ndoa na ameelimika na anaishi kwenye nyumba ya kifahari na yuko sawa tu, Nafkiri ni vizuri awe na na na, na msimamo thabit kwenye mm, maisha yake. Pengine kama tuna mtu zaidi ya Asna kwenye hii Bembe itakuwa ni vizuri au mm -hmm. Pengine kwa kuongezea kwa, kwa, kwa tuseme kwamba umuhimu wa huyu Sara mm -hmm. ni kwamba anakuwa ni kielelezo cha watoto wanaoathirika umuhimu kunradhi muhimu umuhimu wa ana samahani, samahani. Au... Mm -hmm. inakuwa kwamba ni kielelezo cha watoto wanaoathirika na ndoa za wazazi wao ama changamoto zinazokumba ndoa za wazazi wao. Pengine kwa kupitia tu kurasa wa hamsini na tatu mm -hmm. kurasa wa hamsini na tatu anasema kwamba pale juu kabisa mm -hmm. Sara kwanza, ndio anaanzisha anasema, unaziogopea nini na zimekuwepo tangu enzi za ze mababu zetu? Mbona wenzako hawaziogopi? Wenzako sa sasa wana nyumba zao. Naye anasema, sababu ziko tele kama mchele mama. Kisha pale anaeleza kwamba maradhi ya moyo ambayo yamemkumba mama ni kwa sababu ya changamoto alizozipata ama ugomvi aliokuwa nao katika ndoa. Kwa hiyo huyu ni nani? huyu ni Asna ambaye ameathirika na ndoa ya wazazi wake, mm -hmm. na ndio sababu sasa ameogopa swala la ndoa, mm -hmm. kwa hivyo anakuwa ni kielelezo cha watoto au vijana wa kisasa, mm -hmm. uh -huh. ambao mtazamo wao wa maisha, mtazamo wao wa swala la ndoa, mm -hmm. umeathiriwa na ndoa ya wazazi wao <tune> Tabia gani hiyo? Nawe unaishi kivulana. Mimi ni tomboy mama. Tomboy ni nini? Kwa bahati mbaya haukuenda mbali kimasomo, kwa hivyo hauwezi kujua. Sikwenda mbali vipi? Siku zetu msichana akisha kubalehe, basi ilikuwa hana amani, shinikizo moja kwa moja mpaka aozwe. Sikusoma kwa kuwa siku ya mudu masomo sikumpata mpata kunishika mkono na kunipa chonde chonde ya shule Ungekataa. Ukatee uende wapi? Matomboi tunakataa tu. Sasa hiyo tomboi yako ndio nini? <laughs> msichana anaishi kufanya mambo kama mvulana. Kazi ipo mwanangu, ni wakati wetu. Wajidanganya tu, ujana ni moshi, utaona. Huo umekwenda na wakati, ninaona umeanza tena wala sianzi. hivi unavyopika vizuri namna hii, unangoja nini? Kula wawili kuna raha, hata hizo chai nyumbani zinapungua. <laughs> Nilijua utamalizia hapo. Nilivyo dhalili, sijui kesho imenifumbia nini. Nipe mjukuu, ni mbebe kwa mikono yangu hii, nimpe baraka zangu. Ninataka kuiona sura yake kabla ya maisha kunipa kisogo. Ninataka kumuona somo yangu. Ndoa zenyewe zinaniogopesha mama. Unaziogopea nini? Na zimekuwepo tangu enzi za mababu zetu. Mbona wenzako hawaziogope? Wenzako wana nyumba zao. Sasa sababu ziko tele kama mchele, mama, si walau huo mchele uonekane? wakati wa jicho, angalia mama, madaktari wameeleza chanzo cha maradhi yako haya. Ndoa imeatia doa maisha yako, imekuletea msongo wa mawazo kwa kukaribiwa na hata kupigwa na baba. Sasa mimi ninataka uhuru wangu na sitataka kupigwa kichapo cha mbwa mara kwa mara mpaka nipate ugonjwa wa moyo. Matokeo yake ni haya. Kuna raha gani kama maisha ni kugeuzwa ngoma, ukapigwa kwa fujo yote mpaka ukapasuka? Pengine kuna mhusika mwingine. Moja kwa moja tunasonga kwa mhusika wetu mwingine, mm -hmm, ambaye tunamwita Salome. mm -hmm. Salome ni dadake Asna na hajajengwa sana katika kazi hii. Ana, anatajwa tu, na katika mazungumzo kati ya Neema pamoja na Bunju na katika mazungumzo haya tunapata kwamba tunaambiwa uh, Salome amesoma na kufikia chuo kikuu na kupata ufadhili kwenda ng'ambo baada ya kupata uh, kuhitimu na first class. Kwa hivyo pale ni sifa moja tu ambayo imetajwa pale ambayo ni kwamba uh, ni mwenye bidii katika masomo yake hadi kuhitimu na kupata first class. Naye mm -hmm. ana faida gani huyu Salome, Bwana Mesha? Atakuwa ni kielelezo cha wanawake ambao wanatia bidii masomoni mm -hmm. wanafanikiwa tena anakuwa ni kielelezo cha ushirikiano kati ya nchi za ng'ambo na pengine nchi zingine kwamba aliweza kupata ufadhili wa kwenda kusomea nje ya nchi. mm -hmm. Kwa hivyo anakuwa ni kielelezo cha ule ushirikiano kwa misingi ya masomo naam. mm -hmm. Na ni vizuri sana kipengele hicho umekileta, kuhusu uhusiano mzuri kati ya nchi moja na nchi nyingine, ama utaifa unakuwa ni muhusiano mzuri hata kwa maisha ya kawaida ya hasili katika jamii mbi makwa maanake, umetaja kwamba huyu binti Salome hajatajwa sana, ana sifa hiyo hiyo na umuhimu ni huu huu. Je, huu pengine kuna mwingine N -n napenda kama kuna mwingine kama Asna. Hebu tizama uone kama kuna mwingine ana kitu kama Asna kwenye <laughs> kwenye kazi ya Bembea ya Maisha huenda uh, kama kuna mwingine hatutamshughulikia sasa. Sasa mm -hmm. Tunataka twende kwa Lemi mm -hmm. Tulipotaja mwanzoni tutamshughulikia Lemi pamoja na ndugu uh, dada yake mm -hmm. Uh, ambaye ni mkubwa wake kidogo mm -hmm. Uh, na Lemi ni mtoto wake Neema pamoja na Bunju na tunampata uh, katika mandhari ya pale nyumbani kwa Neema akihusiana mm -hmm. Uh, uh, na na kijakazi wa nyumbani pamoja na wazazi wake mm -hmm. na sifa mojawapo ambayo tunapata na huyu mtoto ambaye ni wa miaka kumi na ni kijana ni kwamba ni mwenye bidii katika masomo yake. Um, tunaona mama yake Lemi. Lemi, subiri. Kuna Lemi na kuna Mina. Mina. Kwa hiyo Lemi ni kijana? Naam. No. Ni mvulana ni msichana ni mvulana? Ni mvulana wa miaka kumi na huyu Mina? Mina ni msichana wa miaka kumi na miwili. haya, tuendelee. mm -hmm. mm -hmm. Nimesema kwamba Lemi ni mtoto ambaye ni mwenye bidii katika masomo yake mm -hmm. na inadhirika pale ambapo mama yake anamtetea kwamba amekuwa akiboresha alama zake shuleni kule. Kuboresha alama zake inadhirisha kwamba ana bidii katika masomo yake. Anam. na kwa huyo mdogo wake ni mdogo wake mkubwa wake Mina, mm -hmm. -Mina ndio mkubwa mm -hmm. naye mwalimu mm mesha utapata -hmm, kwamba mm -hmm, pengine kabla tujaingia kwa mina kidogo niongeze kwamba huyu Lemi uh, ana sifa ya udadisi. E, ana anauliza maswali kabisa mm -hmm, ukienda katika ukurasa wa arobaini na saba sitasoma lakini, unaona anauliza uliza tu maswali mengi pale, nikimaliza kesho tutaenda au bibi ametoka hospitali kwa nini? Mam naombo kama ile. Kwa hivyo ni mhusika ambaye ana sifa ya udadisi. Eh, ni mtoto mdogo lakini anaweza kuuliza maswali hapa na pale. mm -hmm. Pengine yule mina aa, kwa kutaja tu niseme kwamba kilichosemwa ni kwamba ni mtoto ambaye amepelekwa shule ya bweni ili aweze kupata elimu elimu ya kiwango cha juu. Hatuna uhakika iwapo ana- alienda pale kwa sababu yeye ni unajua tu kwamba mamake Neema alisisitiza, mm -hmm. kwamba mtoto wake apelekwe shule ya bweni ili aweze kupata kama mtoto wa kwanza apate mm. elimu ya kiwango cha juu mm. Kwa hivyo hatutasema kwamba kuna sifa yoyote ambayo imejitokeza kwa uwazi mm. eh, kwa huyu kwa huyu Mina, Mina. Atakuwa tu ni mhusika ambaye alitajwa, lakini Na. ndugu yake ama dada yake Lemi. Umeona mwana mwanangu? Ndio. Basi unaweza kuendelea mwenyewe, lakini kwanza fanya hiyo ya kwanza ni Mom, Naam mwanangu. Nikimaliza, kesho tutakwenda out. Kesho ni weekend. Lakini mimi nitasafiri kumpeleka bibi nyumbani. Bibi ametoka hospitali? Ametoka leo. Kwa nini hajakuja kunisalimia? Kwa nini mom? Alikuwa amechoka sana. Atakuja siku nyingine. Ni kitambo tangu twende out. Nimekuja kwa bila na kucheza na wenzangu. Haya, haya nimesikia. Mwanangu Endo ndoufu ha nchifu yako maana utahitaji kutumia kesho. Nilikuwa nimesahau kuifua. Asante mama, kwa kunikumbusha. <muchu> Naam, asante Mwalimu Makwa. <muchu> Hawa watoto ambao wameletwa hapa, mwalimu Mesha kameshatuambia kwamba mmoja ambaye ni Lemi ni mdadisi sana mm -hmm. na huyo Mina ametuelezea kwamba sifa yake haijatokezwa vizuri ama haijatokea vizuri katika Bembea ya Maisha mm -hmm. kuna umuhimu wowote hasa katika watoto eh, katika familia ama ndoa za kawaida? Nafikiri uh, kile ambacho mwandishi amenuia kutuonyesha ni um, nafasi ya wazazi katika malezi ya watoto wao tunaona kwamba hawa wazazi wawili wanashiriki katika kuwalea na kuwapeleka watoto hawa, shule, uh, watoto hawa shuleni. Kwa hivyo wanatuonyesha nafasi ya wazazi katika malezi ya watoto wao mm -hmm. uh, hao watoto wawili Lemi pamoja mm -hmm. na ndugu yake uh, dada yake yule mkubwa ambaye ni Mina. Pengine kwa kuongezea niseme kwamba uh, huyu mtoto Lemi pia ametumika kama kielelezo cha ja kuonyesha nafasi ya elimu kwa malezi ya watoto mm -hmm. na mbali na elimu ya darasani, umuhimu wa kukuza talanta, maana maanake mbali na kuongeza alama pale darasani, e, tunapata kupitia kwa yule kijakazi ambaye uh, alikuwa anamlinda yule mtoto napata kwamba anasema anajua, kud, anajua, anajua kucheza, anajiandaa kwa sababu ya kuimba, kuwatumbuiza wazazi, na tena Neema anaripoti kwa Bunju kwamba yuyu huyu mtoto ameongeza alama darasani, kwa hivyo, okay. Ametumika kama kielelezo cha umuhimu wa elimu kwa malezi ya mtoto na katika lile swala la elimu uh, elimu ya darasani inavyochanganywa na ukuzaji wa talanta kwa watoto wadogo pale shuleni. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Kwa hiyo unaona ni kitu na ni vizuri, umekuwa mwanga mzuri wa kutumulikia hasa katika maisha ya watoto katika uh, jamii ama vile walivyotumika katika Bembea. Mimi mwenyewe nilikuwa nashangaa watoto wana umuhimu gani katika uh, katika maisha hasa mm -hmm. katika uh, tamthilia ya Bembea ya Maisha, lakini vile ulivyotuelewesha kwamba uh, wanakuza ama kuonyesha malezi ya wazazi na pia kuonyesha talanta mm -hmm. siku zote, mpenzi mtazamaji, wanasema elimu si ya masomoni peke yake, bali na pia talanta, kama vile mwalimu Meshak, alivyotufafanulia hapa katika uh, muktadha ama mdahalo huu wa kuchambua hichi kitabu cha Bembea ya Maisha. zaidi ya sana ni sana. Nimekuwa na mwalimu Bimakwa na mwalimu Meshak. Pengine niseme tu nikuhimize uendelee kudadavua tamthilia ya bembea ya maisha nakumbuka. Hapa ni Edu TV na mimi ni wako Fibian Muthama, kwa heri.